Mahakama nchini Tanzania imemfungulia kesi mwanaharakati Mange Kimambi. Kesi hiyo inahusu masuala ya kiuchumi eh, ni, ni, ni kwa Kiingereza inaitwa money laundering ama utakatishaji fedha kwa Kiswahili. Maswali mawili makubwa yanaibuka na tunakwenda kuyatolea majibu. Swali la kwanza ni kwamba Marekani itakubali kumrejesha Mange Kimambi. Lakini swali la pili ambalo nakwenda kulijibu leo ni kwamba Marekani imewahi kurejesha mtu yeyote kutoka nchi yake kwenda kujibu kesi katika nchi ambayo anatuhumiwa. Imewahi kutokea kwa mtu mwingine ama itaanza kwa Mange Kimambi? Basi twende tuka upate majibu hayo, msikilize mwalimu sasa. Uh, Mange Kimambi anatuhumiwa kwa makosa ya kujipatia shilingi mia moja thelathini na nane pointi tano milioni. Uh, hili ndiyo kosa ambalo anakumbana ana, ana, ana, ana nalo. Eh, mwanaharakati Mange Kimambi amejipatia fedha kwa njia ambazo si si halali uh, lakini na makosa mengine ya kiuchumi sasa. Twende sasa tukajiulize, ama tukaanze kujibu maswali yetu kwamba, eh, Marekani itamrejesha Mange Kimambi? Sasa hapa jibu ndiyo, itamrejesha lakini inategemea, mm, inaweza ikamrejesha ila inategemea Marekani itamrejesha Mange Kimambi endapo itathibitika kweli makosa aliyoyafanya Mange Kimambi kweli ni makosa e, ya kiuchumi na yasiwe makosa ya kisiasa kwayo. Kwa hiyo ikibainika kwamba makosa aliyoyafanya Mange kweli ni ya kiuchumi na hakuna siasa ndani yake, ataweza kurejeshwa kwa hivyo hapo inategemea sasa upatikane ushahidi wa kutosha unaosema kwamba kweli kosa lilofanya ni la kisiasa. Oh, kipengele kingine, swali la pili muhimu sana ambalo nimeahidi kulijibu ni kwamba, uh, imewahi kutokea kwa mtu mwingine tofauti na Mange Kimambi naye kuhitajika na nchi yake akarejeshwa na serikali ya Marekani? Jibu, ndiyo, imewahi kutokea Marekani, mtu akarejeshwa hapa tunamzungumzia Petri Notek. E, Notek alizaliwa nchini Cheki, Jamhuri ya Watu wa Cheki. Aliingia Marekani kama mkimbizi uh, mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba na akawa raia wa Marekani mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano akapewa uraia wa Marekani. Sasa Noteki alifanya kosa katika nchi yake, alijipatia mali kwa kutumia njia zisizo sahihi. Kama ni kesi kama hii hii ya Mange Kimambi, makosa ya kiuchumi, lakini yako mengi, lakini mojawapo ni kwamba alijipatia mali kwa njia za udanganyifu. Eh, hakutumia njia halali kujipatia mali hiyo. Sasa Noteki naye alijipatia fedha hivyo hivyo hivyo hivyo nchini e, Cheki. Sasa uh, akiwa Marekani mwaka elfu mbili na kumi serikali ya Cheki, jamhuri ya watu wa Cheki, e, ikazungumza na serikali ya Marekani, ikawasilisha malalamiko yake, ikawasilisha ushahidi wake, Notek akarejeshwa kwa Petri. Notek alirejeshwa Cheki na akaenda kutumikia adhabu. Alirejeshwa na akaenda kutumikia adhabu. Kwa hivyo kama serikali ya Tanzania itaweza kuwa na ushahidi huo naosemwa kwamba alijipatia fedha kwa njia hiyo, kama itaweza kupeleka, mtamwona Mange Kimambi uwanja wa ndege akishuka kuja kujibu, kujibu kesi yake endapo ushahidi utatoshelezwa. Nchi ya Marekani huwa inaongozwa kwa sheria, haiongozwi kwa kwa mihemko. Lakini changamoto zinazoweza kutokea ni kwamba pengine inaweza ikapelekwa ikaonekana, uh, ikasimama kama hoja zitaonekana kwamba ni za kisiasa zaidi, basi hawezi kurejeshwa. Lakini tayari kesi imeshatajwa kwamba ni ya kiuchumi, uh, utakatishaji fedha, money laundering. Kwa hiyo Uh, kama ni masuala ya kiuchumi na mambo mengine yanayohusiana na uchumi ndani yake upo uwezekano wa Mange Kimambi kuweza kurejeshwa. Kwa hiyo nimejibu maswali hayo makubwa kabisa kwamba uh, Marekani itakubali kumrejesha na je, imeshawahi kurejesha mtu? Kwa hiyo nadhani tumeweza kutoa majibu hayo. Sasa kwa ambao hawa nataka nikuongezee pia sifa sifa za Mange Kimambi ambazo pengine ulikuwa huzifahamu. Uh, kwanza kabla ya yote, kesi hii ya uh, Mange Kimambi hii uh, serikali ndiyo ambayo inamshtaki Mange Kimambi na anayesimamia hapa ni Mheshimiwa Hassan Makube ndio ambaye atasimama katika, katika, katika hii kesi. E, sasa Mange Kimambi anaishi Los Angeles Marekani. Kwa vyovyote vile, naamini kwamba kufika mahakamani ndio hizo hatua ambazo tulikuwa tukizizungumza, kwa sababu sidhani kama anaweza akaja kwa hiari yake mwenyewe. Sasa kunachokifahamu uh, ni kwamba mapya ama mambo ambayo huu, kuyafahamu kuhusiana na, na, na, na Mange Kimambi. Mange Kimambi amewahi kuishi eh, Tanzania, amewahi hata kujaribu kugombea ubunge katika nchi ya, ya, ya Tanzania. Uh, na kazi zake za mwanzo katika nchi ya Tanzania Mange Kimambi ilikuwa ni mambo ya blog eh, lakini kubwa zaidi eh, ambalo hulifahamu ama pengine watu wengi walifahamu kuhusu Mange Kimambi Mwa, Mange Kimambi alikuwa ni mwanamitindo alikuwa ni mwanamitindo ambaye akifanya mitindo na kadhalika. Katika harakati za Mange Kimambi eh, hajaanza leo. Ukosoaji ambao anaufanya amekuwa akifanya ukosoaji uh, alianza tangu kipindi cha Rais John Pombe Magufuli. Kabla ya hapo, alikuwa akifanya sana ukosoaji kwa katika katika sekta ya burudani, akikosoa wasanii, akizungumza hiki na hiki uh, lakini kikubwa ambacho huwa pengine sisi huwa hatufurahishwi na Mange Kimambi lugha anayotumia katika harakati zake, mara nyingi huwa anatumia lugha isiyokuwa na staha, bila kujali kwamba yeye ni mama mwenye watoto watatu, mke wa mtu ambaye wa ana watoto watatu, lakini lugha ambayo huwa anatumia mara nyingi huwa inakuwa ni lugha ambayo imekosa, ime, ime, imekosa staha uh, lakini Mange Kimambi amewahi pia kufanya uh, amewahi kuhusika katika ubunishaji wa video uh, za profesa J ambaye alikuwa akiumwa hospitali. Kwa hivyo kikubwa ambacho tunaweza kukizungumzia ni kwamba uh, Mange Kimambi uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni mwanaharakati ambaye anafanya harakati zake katika namna ambayo ukichunguza kwa undani eh? Kwa maoni yangu ninavyoona, ukichunguza kwa undani Mange Kimambi katika harakati zake, anachokuwa anakitafuta zaidi huwa ni fedha tu. E, anafaa harakati zake ili aweze kupata ili aweze kupata fedha e, si, si, si huwa sioni kama ni harakati ambazo kweli zinatoka moyoni, naona ni harakati hizo za za kuweza kujipatia fedha, kulingana na historia yake tukiangalia na mambo aliyofanya. Kwa hivyo kwa serikali ya Tanzania kumfungulia mashtaka Mange Kimambi, kama itaweza kwenda na ushahidi kweli kwamba makosa aliyofanya ni ya kiuchumi, Mange Kimambi ataweza kurejeshwa. Niwashukuru sana na niwatakie siku njema.